Usiku ulikuwa kimya, upepo ukivuma taratibu kutoka msituni. Katika chumba chake kidogo Neema alilala macho wazi, akitazama dari la mbao kama lililokuwa likimwangalia pia. Tangu ndoto ile ya ajabu, kitu ndani yake kilianza kubadilika. Kulikuwa na msukumo wa ajabu wa kutafuta ukweli, wa kuchimba ndani zaidi ya giza la akili yake. Aliamka kitandani taratibu, miguu yake baridi ikigusa sakafu ya saruji. Alichukua daftari lake la kumbukumbu lililokuwa limejaa michoro na maandishi kuhusu yule mgeni. Kwa mshangao, ukurasa wa mwisho sasa ulikuwa umeandikwa sentensi ambayo hakuwahi kuiandika: siwezi kuendelea kujificha. Aliyeyuka kutoka kitandani akavuta pazia la dirisha. Nje ya mwezi ulikuwa umejaa ukimulika mwanga hafifu hadi kwenye bustani, na pale mgeni alikuwa kasimama tena, sasa akimwangalia moja kwa moja, mikono yake ikiwa wazi, kana kwamba alikuwa tayari kusema jambo. Neema alishusha pumzi ndefu. Alijua hawezi tena kumkwepa. Alifungua mlango wa nyuma kwa utaratibu, akaanza kutembea kwenye majani yaliyolowana na umande. Alipomkaribia mgeni hakusogea, alimkazia macho. Niambie, alisema kwa sauti ya chini, wewe ni nani? Kimya. Aliposogea karibu zaidi, ghafla kijana huyo alielekeza mkono wake kuelekea kioo cha dirisha lililokuwa ukutani karibu nao. Neema akageuka na kutazama ndani ya kioo, hakuona sura yake ya sasa aliiona sura ya zamani, macho yaliyojaa uchovu, uso uliovimba, damu upande mmoja wa paji la uso. Ilikuwa ni yeye wakati wa ajali. Na pale pembeni ya sura yake kwenye kioo, mgeni huyo alisimama akiwa na mavazi yale yale, lakini safari hii alivalia koti la damu. Uso wake ulikuwa wazi. Alishtuka, uso wa mgeni huyo ulikuwa ni wake, sura yake halisi aliyosahau. Alianguka chini kwa mshtuko. Kichwa chake kilianza kuuma, kumbukumbu zikaanza kurudi, vipande vya ajali, kelele za breki, sauti za kilio na mwishowe uso wa mvulana mdogo akilia ndani ya gari lililogeuka. Samahani, alijikuta akisema. Samahani, niliweka kila kitu ndani yangu, nikakifunga. Mgeni huyo akapiga hatua moja mbele, akaketi chini mbele yake. Sauti iliyo kama ya ndoto ikasema, ulinisahau ili uishi, lakini sasa lazima uchague. Chague nini? Neema aliuliza akitetemeka, "Uishi kama sasa, bila maumivu, bila kumbukumbu, lakini pia bila wewe halisi. Au urudi, ukumbuke, uchomeke maumivu yako na ujikomboe." Neema alitazama mikono yake. Alikuwa amekuwa kivuli cha nafsi yake mwenyewe, mpole, kimya, mtiifu. Lakini sasa aliweza kuhisi nguvu fulani mpya maumivu yakiwa chanzo cha ukweli, si adhabu. Akasimama. Akaangalia uso wake kwenye kioo tena. Sasa alikuwa peke yake, mgeni ametoweka. Lakini alijua hakuwa ametoweka kweli, alikuwa amerudi ndani yake. Alifumbua macho yake polepole, mwangaza mweupe ukiwa mkali kupita kiasi. Harufu ya dawa hospitalini ilimfika puani, ikimkumbusha kuwa hayupo nyumbani. Ukuta mweupe, dirisha lililo wazi kidogo, na mashine iliyotoa mlio wa taratibu vilikuwa sauti na picha za kwanza alizoziona baada ya giza refu lisilo na mwisho. Hujambo. Sauti ya kike ya pole na ya uangalifu ilimvuta kutoka kwenye ukimya wake. Hakujibu mara moja, aliangalia mzunguko wake akajaribu kukumbuka, lakini kichwa kilisonga kama kimefungwa kwa kamba nzito. Hakukumbuka jina lake, hakukumbuka alipokuwa, hakukumbuka hata kama huyo muuguzi aliyemwangalia kwa huruma alikuwa rafiki au mgeni. Unajua jina lako? muuguzi aliuliza kwa upole zaidi. Alijaribu kulisema, kinywa chake kikakauka, hakuna kilichotoka. Kuanzia siku hiyo aliitwa tu Neema, jina walilompa hospitalini kwa sababu ya upole wake. Lakini ndani yake kulikuwa na msuguano, hakujisikia kuwa ni Neema. Kuna kitu kilikosekana, na hisia hiyo ilikuwa nzito kuliko jeraha lolote mwilini. Miezi miwili baadaye aliruhusiwa kutoka hospitalini, akawekwa chini ya uangalizi wa mwanasaikolojia. Alipelekwa kwenye nyumba tulivu karibu na msitu mdogo pembezoni mwa mji ili apone kwa utulivu. Ndipo alipoanza kumuona kwa mara ya kwanza alikuwa ameketi kwenye ua mdogo nyuma ya nyumba hiyo akiwa na daftari mkononi. Aliinua macho yake, na pale pembeni mwa mti wa miembe aliona kijana mwenye sura ya ukimya. Hakuwa na jina, hakuwa na sauti, lakini alimtazama kwa macho ya ndani, kana kwamba walishawahi kukutana. Alipogeuka kumwonyesha mlezi wake aliyekuwa ndani, kijana huyo alitoweka kama moshi. Alidhani alikuwa naota, lakini siku iliyofuata, na nyingine, na nyingine, alirudi kila wakati akiwa pale kimya, lakini wa kweli zaidi ya wazo, alikuwa kivuli cha kila hatua yake, asiye mtishio, asiye jirani, asiyeeleweka. Baada ya wiki kadhaa alijaribu kuzungumza naye, unanifahamu? Alimuuliza akiwa amesimama mbele yake, miguuni pa mti ule ule. Mgeni hakujibu, lakini macho yake yalikuwa na huzuni isiyo ya kawaida, macho ya mtu aliyeshuhudia mambo mengi, macho ya mtu aliyewahi kumpenda sana. Kadri siku zilivyopita alianza kuandika kila kitu kuhusu mgeni huyo: mavazi yake ya kijivu, mwendo wake usio na sauti, na jinsi alivyomtazama kana kwamba anamsihi akumbuke jambo. Hali hiyo ikawa ya kawaida kwake, lakini isiyoeleweka kwa wengine. Mwanasaikolojia wake alipomuuliza kuhusu hayo, alikataa kusema, alijua watamfikiria ni mgonjwa wa akili, lakini ndani yake alihisi mstari wa mgeni huyu anahusiana na kumbukumbu kumbu zake, sehemu ya nafsi yake aliyosahau kwa makusudi na usiku mmoja, alipokuwa usingizini, aliota ndoto ya ajabu. Alikuwa ndani ya chumba cheusi, ukutani kuliandikwa kwa damu: ukikumbuka utavunjika, ukisahau utakufa polepole pole. Na sauti ile ile ya mgeni huyo kwa mara ya kwanza ilisema, chagua Neema, mimi ni wewe ila siyo wewe unayemjua.